Katika safari yetu ya hekima leo, tunapojifunza kwa mpangilio wa matukio ya maisha ya Bwana wetu, nataka turudi nyuma kidogo na tuangalie matukio matatu. Eh, matukio haya yalitokea wakati wa utotoni mwa Yesu. Unajua, hatujapewa taarifa nyingi kuhusu miaka hii ya awali, lakini nataka tuangalie kwa undani zaidi kile tulichopewa. Sasa hebu nikuambie, hii itatugusa mioyo yetu zaidi tunapoangalia jinsi Yosefu na Maria walivyojitoa na kuamini tutaendelea katika sura ya pili ya Injili ya Luka kufanya hivi. Eh, kuna sherehe maalum zinazoendelea. Kwa hiyo nitaanza hapa kwenye mstari wa ishirini na moja: na baada ya siku nane ukamilika, alitahiriwa, akaitwa Yesu, jina alilopewa na malaika kabla hajatungwa mimba tumboni. Ningependa kuiita hii sherehe ya utambulisho. Unaona, katika siku hizi kila mtoto wa kiume Myahudi alitahiriwa siku ya nane baada ya kuzaliwa kwake, yaani kama wazazi wa mtoto walijali neno la Mungu. Kutahiriwa kuliamriwa tangu mwanzo kabisa, katika Mwanzo kumi na saba, na kulimwingiza mtoto huyo katika maisha ya taifa la Waebrania. Ilimtambulisha na familia ya Ibrahimu kupitia ishara hiyo ya agano. Hivyo basi tohara haikuwa tu taratibu ya kitabibu bali ilikuwa tamko la imani katika agano la Ibrahimu. Sasa, wakati wa sherehe hii rahisi, wazazi wangetangaza jina la mtoto, na hapa Luka anasema aliitwa Yesu, Yeshua. Hilo linamaanisha Bwana anaokoa. Kumbuka kwamba Yosefu na Maria wanaishi chini ya wingu la mashaka. Kwa kweli hawatatazamwa kamwe na jamii ya Wayahudi kama watoto watiifu wa Ibrahimu. Kwa nini? watachukuliwa kama eh, wamepata mtoto nje ya ndoa, na watu hakika hawakuamini hii hadithi ya malaika, unajua ya mimba kutoka kwa Roho Mtakatifu. Hata hivyo unajua, Maria na Yosefu walimtambulisha mwana wao na familia ya Kiyahudi kupitia tohara. Hilo ni tamko kubwa la imani kwa niaba yao. Sasa kuna sherehe nyingine, na ningependa kuita hii eh, sherehe ya ukombozi. Luka anaandika hapa kwenye mstari wa 22, wakati ulipowadia kwa ajili ya utakaso wao kulingana na sheria ya Musa. Walimpeleka mtoto Yerusalemu ili kumtambulisha kwa Bwana. Wakati huu Maria anakuja kwa ajili ya utakaso baada ya kujifungua mtoto na pia wanamtoa Yesu mbele za Bwana. Sasa, mstari wa 23 unasema, mzaliwa wa kwanza ataitwa mtakatifu kwa Bwana. Mzaliwa wa kwanza alikuwa wa Bwana kwa njia ya kipekee kwa sababu ya ulinzi wake juu ya wazaliwa wa kwanza wakati wa pigo la mwisho kule Misri, na hilo linarejea kwenye ukombozi ule. Hivyo Yosefu na Maria sasa wanasafiri kwenda Yerusalemu, wanalipa bei ya ukombozi ambayo ingekuwa shekeli tano kwa kuhani. Kwa hiyo wanamnunua Yesu rasmi kutoka kwenye huduma ya hekalu. Sherehe hii ilikiri umiliki wa Mungu juu ya ukoo wa Israeli kupitia mzaliwa wa kwanza. Sasa tunayo sherehe nyingine inayofanyika, na hii inaitwa, ningependa kuita sherehe ya utakaso. Kulingana na Mambo ya Walawi sura ya kumi na mbili, baada ya kujifungua mtoto wa kiume, mama alihesabiwa kuwa najisi wa siku arobaini alitakiwa kutoa sadaka kwa ajili ya utakaso wake mwenyewe. Sadaka ya kawaida ilikuwa mwanakondoo. Kama wanandoa walikuwa maskini na hawakuweza kumudu kuleta mwanakondoo, basi wangeweza kutoa kwa kuhani jozi ya ndege badala yake. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 24 kwamba Maria na Yosefu walileta jozi ya huwa au njiwa wawili wachanga. Sasa kumbuka, sadaka hii ya mtu maskini si kwa ajili ya Yesu wala si kwa ajili ya Yosefu. Hii ni kwa ajili ya Maria. Unaona, kumzaa mwana wa Mungu asiye na dhambi hakukumfanya, kumfanya Maria asiwe na dhambi. Kwa kweli, kulingana na sheria, baada ya kujifungua alikuwa na jisi kimila, hangeweza kukaribia hekalu kwa siku 40. Baada ya muda huo, aliweza kuleta sadaka hii. kwa hiyo Wakati Maria alipofika, unaweza tu kufikiria hali hiyo. Angepelekwa kwenye lango lililo karibu zaidi na patakatifu mara tu baada ya uwanja wa wanawake. Maria angewasilisha ndege wake wawili wadogo kwa kuhani na angeangalia, labda akiwa amembeba mtoto Yesu mikononi mwake na Yosefu akiwa amesimama hapo pia, kuhani akitoa hawa ndege na kutoka mbali, angeona moshi wa sadaka hii ukipaa kwenda kwa Mungu. Fikiria hilo, wapendwa. Alikuwa maskini sana kuleta mwanakondoo, lakini kwa kweli alikuwa amembeba Mwanakondoo wa Mungu, sadaka ya mwisho kwa ajili ya uchafu na dhambi zote kwa wale wanaomwamini. Sasa Yosefu na Maria wakati huu wangeweza kujiondokea hekaluni bila kuonekana, lakini Mungu Baba alikuwa ameweka watu wawili pale siku hiyo ambao walikuwa watashuhudia kwamba Masiha amekuja. Mmoja wao ni Simeoni. Luka anamwelezea hapa katika mstari wa 25 kama mtu wa haki na mwenye kumcha Mungu aliyekuwa akisubiri faraja mtetezi wa Israeli. Baadhi ya wasomi wa Biblia wanaamini kwamba Simeoni alikuwa mwana wa Rabi maarufu Hillel na baba yake Gamalieli, ambaye baadaye angekuwa mwalimu wa mtume Paulo. Huyu Simeoni akawa mwanachama mkuu wa Sanhedrini mwaka wa 13 na nadhani ni jambo la kuvutia kwamba maelezo ya Kiyahudi yanayoitwa Mishna, ambayo yanahusisha hadithi za marabi wote wakuu hayamtaji kabisa huyu Simeoni. Kwa nini, sivyo? Naam, nadhani ni kwa sababu imani yake kwa Yesu Kristo ingekuwa aibu kwao. Ni jambo la ajabu kwamba jina la Simeoni linamaanisha kusikia kwa sababu hebu, ni kuambia, alikuwa kweli anamsikiliza Mungu kwa kweli. Mstari wa 26 unatufahamisha kwamba roho wa Mungu alikuwa amemwahidi kwamba hatakufa kabla hajaona Masia. Kama vile mwandishi mmoja alivyoelezea, Simeoni amekuwa kija hekaluni miaka yote hii akiangalia hawa watoto wachanga wote akijiuliza, je, huyu ndiye? au labda, labda huyo ndiye mtoto Najuliza kama yeye ndiye una. Hakuna mara ngapi Simeoni alikatishwa tamaa? Lakini sasa anakutana na Yosefu na Maria na na roho wa Mungu kwa hakika anamjulisha Simeoni kwamba kwamba huyu mtoto mdogo Yesu ndiye Masia kweli. Luka anaandika hapa katika mstari wa 27, ne yani, Simeoni aliingia hekaluni akiwa ameongozwa na Roho na wazazi walipomleta mtoto yesu ili wamfanyie kama ilivyo desturi ya sheria, alimchukua mikononi mwake na akambariki Mungu. Anatangaza huyu ndiye huyu ndiye, na kwa njia hilo linamvutia mtu mwingine aliyekuwepo hekaluni, njane na nabii mwenye umri wa miaka themanini na nne aitwaye Ana. Kwa miongo kadhaa alikuwa ametumia siku zake akisubiri na kuomba kwa ajili ya masia na Ana anawakaribia Maria na Yosefu, na anatambua Yesu ni nani, na anaanza kuwaambia watu wote walioko hekaluni kwamba mkombozi kweli amewasili. Ni kuambie, hapa panageuka kuwa mahali pa furaha na na kelele nyingi, e, vurugu. Lazima kulikuwa na msisimko mkubwa kwenye uwanja wa hekalu. Yaani yeye el hapa anasimama Simeoni akiwa amembeba mtoto mchanga, anasema hapa kwenye mstari wa ishirini na tisa, Bwana, sasa wamruhusu mtumishi wako aende zake kwa amani, kulingana na neno lako. Sasa kwa nini? Mstari wa thelathini unatueleza kwa sababu, macho yangu yameuona wokovu wako, uliouandaa mbele ya watu wote, nuru ya ufunuo kwa watu wa mataifa na kwa utukufu wa watu wako Israeli. Basi angalia tu hawa watu wote hapa, una Yusufu na na, na Mariamu, una Ana kuna huu umati wa watu wenye shauku ambao labda unaendelea kukua e, kwa idadi. Una Simeoni amembeba mtoto mikononi mwake akimtoa wakfu kama neno la Mungu, bila shaka, huku machozi yakimtoka mashavuni mwake. Na hebu fikiria hili, makuhani wanaendelea na majukumu yao, watu wanaleta dhabihu zao, na katikati ya yote haya tukio hili linatokea. Mwanakondoo wa Mungu anatolewa wakfu. Yeye ndiye dhabihu ya mwisho kwa ajili ya dhambi. Na kwa hayo, Luka anaandika hapa kwenye mstari wa 39: na walipokwisha kufanya yote sawasawa na sheria ya Bwana, walirudi Galilaya kwenye mji wao wa Nazareti, na mtoto akakuwa na kuimarika, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Hata hapa akiwa bado mtoto mchanga, anatangazwa na Simeoni na Anna kama mkombozi. Simeoni mzee, naweza kumwona akimwinua Yesu juu mikononi mwake na kutangaza, nimemwona mwokozi kwa macho yangu mwenyewe na sasa naweza kufa kwa amani. Kwa njia, kuna ukweli katika kauli hiyo kwa ajili yako na yangu leo. Hatujawa tayari kufa kwa amani hadi tumemwona mwokozi kwa imani. Kwa kweli hatujawa tayari kupita katika bonde la uvuli wa mauti hadi tumemwamini mchungaji huyu Yesu.